Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu mkoa wa kimadini wa Mbogwe Joseph Duwasi amepongeza juhudi za serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mageuzi makubwa katika sekta hiyo, ikiwemo kuwapa nafasi wachimbaji wadogo kuchangia kikamilifu katika uchumi wa taifa. Duwasi amesema kuwa katika kipindi cha miaka minne ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali imewezesha upatikanaji wa maeneo ya kuchimba, ambapo kwa mara ya kwanza, wachimbaji wadogo wamepewa ruhusa rasmi ya kuendesha shughuli za uchimbaji katika pori la Kigosi eneo ambalo awali lilikuwa haliruhusiwi kuchimbwa kutokana na sababu za uhifadhi. Miaka minne ya mama tumeiona upande wa madini ina manufaa makubwa sana. Kwanza ni wachimbaji kupata fursa ya uchimbaji katika maeneo ambayo yalikuwa bado hayajaruhusiwa, na wengi tumepata fursa ya kupata maleseni. Kwa mfano wilaya ya Mbogwe Uh, mwaka elfu mbili na kumi na tano nakumbuka wachimbaji waliokuwa wanamiliki leseni walikuwa wafikia asilimia ishirini, lakini kwa sasa wachimbaji wote wanaoishi wilaya Mbogwe wengi wanamiliki maleseni. Chimbaji wote uliokumuuliza anasema mimi na leseni yangu iko Nyakafuru, mimi na leseni yangu iko Kakumbi. Hizo zote ni fursa za mama mantiki hiyo, tunamsifu sana mama, pamoja na wasaidizi wake wakiongozana na Anthony Mavunde, waziri wa madini, na watendakazi wake, kama vile ofisi ya madini ya Mbogwe. Wanatupa ushirikiano mkubwa sana kwa upande wetu. Mama pia aliongeza fursa kwa wachimbaji, alitoa eneo la Kigosi ambalo liko katika mkoa wa kimadini Mbogwe kwa ajili ya wachimbaji wadogo na leseni zaidi ya elfu nne kwa sasa zilitangazwa, na kuna leseni elfu mbili na mia saba wachimbaji wadogo wote tumegawiwa leseni hizo zote tumegawiwa, wachimbaji ambao tumezunguka mkoa wa Kimadini Mbogwe pamoja na mikoa mingine, wachimbaji wamepata fursa. Kwa hiyo kwa maana hiyo, tunamshukuru sana mama katika kutoa ile fursa, na kwa sasa watu tumeshaanza kuona matunda ya kuachiwa lile eneo, watu wameshaanza kufanya survey na wengi wameshaanza kukutana na miamba ya uzalishaji kwenye maleseni yao ambayo wameshagawiwa na nawasihi waweze kutembelea kwenye maleseni yao kwa wakati huu, ili kubaini yako sehemu gani, waanze na uzalishaji ili tu, tuende, tuendelee kupata huruma ya mama hii ambayo ametupa kwa mwaka huu. Aidha, amepongeza kuwa hatua hiyo imesaidia kuongeza ajira kwa vijana wa maeneo ya vijijini, kuongeza mapato kwa wachimbaji na kuchochea ukuaji wa uchumi katika jamii zinazozunguka maeneo ya uchimbaji. Kwa upande mwingine, mwenyekiti huyo Duwas ameitaka serikali kuendelea kuunga mkono juhudi za wachimbaji kwa kuwapatia vifaa vya kisasa na elimu ya usalama kazini ili kuongeza tija na kulinda mazingira. vilevile vile, amesema kuwa wanashirikiana vyema na ofisi ya madini mkoa wa Mbogwe kupitia afisa madini wake Jeremia Hango kwa ushauri na mambo mengine katika kuboresha utendaji wa shughuli za uchimbaji migodini. Changamoto zilizopo ni kwenye upande wa Kigosi, namna ya TFS tozo zao tu kupunguzwa na wachimbaji wapewe fursa ili waanze kuyafanyia uchunguzi maeneo yao ambayo wamesha kabidhiwa na serikali, ili wata wanaweza akaweka mikakati mizuri kwa ajili ya kulipa malipo ya kulipia miti. Lakini katika tozo za kulipa upande wa madini wachimbaji hizo wanazimudu. Wanacholalamikia ni hizi tozo za, za, za, za misitu ambazo zenyewe unalipa kabla ya kuanza uchimbaji. Hizo ndo wanaomba sijaribu kuwekewa utaratibu mzuri. Kwa kweli, Rais yuko vizuri, hatuna mengi ya kumwambia, labda kwenye upande mwingine, namna ya kupima maeneo hapo. Tunashauri upimaji wa maeneo upunguzwe bili, kwa sababu wachimbaji wengi wanashindwa kulipia bili kwa wakati, maanake bili zinakuwa ni kubwa mno, na eneo nakuta hajaanza kulizalisha. Lakini likishapimwa likaanza uzalishaji, hapo mtu anakuwa nalo hakika. Sasa wanaweza akatengeneza njia mbadala. Eza mtu anaweza kapimiwa eneo lake akalipa kiasi hata asilimia hata hata robo ya malipo, then eneo lake likishaanza kuzalisha, aya, alipe kiasi kilichobaki, kwa sababu tuna shirika la Stamico na lina mitambo ya uchimbaji tayari, mama kashali shushia. Kwa hiyo nashauri hapo waweke tu taribu mzuri ili eh, mradi wachimbaji maeneo mengi ya pimwe. Dkt. Samia Suluhu Hassan katu, katubeba sana upande mama, wa chimbaji na kina mama walikuwa wajui kuchimba lakini leo hii wameshapewa maleseni na wanayaendeleza kupitia fursa yake. Miaka ya nyuma hiyo ilikuwa haipo. Naitwa Jeremia Hango, ni afisa wa madini mkazi mkoa wa kimadini Mbogwe. Mkoa wetu wa kimadini wa Mbogwe unasimamia wilaya tatu ambazo ni Mbogwe yenyewe, Bukombe na Nyangwale. Mkoa wetu wa kimadini Mbogwe ulianzishwa mwaka 2021 na na lengo kuu la kuanzisha mkoa huu wa kimadini ilikuwa ni kuweza kusogeza huduma karibu na wachimbaji na tangu, uh, umeanzishwa mkoa huu wa kimadini tunaweza kusema kumekuwa na mafanikio makubwa. Uh, tunaweza kusema hivi kutokana na ukweli kuwa tangu mkoa huu umeanzishwa makusanyo katika mkoa huu wa kimadini yamekuwa yakiongezeka. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili, Uh, tuliweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni ishirini na moja, lakini mwaka uliofuata tulikusanya bilioni ishirini na mbili. Mwaka wa fedha uliopita tumekusanya bilioni ishirini na saba, lakini na mwaka huu wa fedha mpaka sasa hivi tumeshaweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni ishirini na mbili. Kwa hiyo tunaamini kwa mwelekeo huu tunaokwenda nao, mpaka kufikia mwishoni mwa mwaka tutaweza kuzidi lengo lile ambalo tulikuwa tumekusanya katika mwaka wa fedha uliopita. Mkoa um, wetu wa kimadini wa Mbogwe madini yanayochimbwa kwa kiasi kikubwa ni dhahabu. Yapo madini ujenzi ambayo nayo yanachimbwa, lakini kwa kiasi kikubwa makusanyo yetu zaidi ya asilimia tisini tunategemea kuyapata kutoka katika uchimbaji wa madini ya dhahabu. Mkoa wetu wa kimadini wa Mbogwe kwa kiasi kikubwa makusanyo na, na, tunayapata zaidi ya asilimia sitini tunayapata kutoka katika eneo la Nyangwale ndiko ambako uchimbaji kwa kiasi kikubwa unafanyika, lakini aa, kuna juhudi ambazo zimekuwa zikifanyika kwa upande wa serikali kuhakikisha katika eneo hili uwezeshaji wa wachimbaji ili kuweza kuzitumia fursa ambazo zipo katika mkoa huu. Tunazo fursa nyingi katika mkoa wetu wa kimadini kwa upande hasa wa uchimbaji, kwa maana kuna maeneo ambayo yanaaminika kuwa na dhahabu za kutosha, lakini uchimbaji bado haufanyiki kwa kiasi kikubwa. Sasa sisi kama ofisi, kuna juhudi ambazo tumekuwa tukizifanya kuhakikisha kuwa uh, fursa hizo zinaweza kutumiwa na wananchi. Mojawapo ni kutenga maeneo maalum kwa ajili ya wachimbaji wadogo wa wadogo. Katika mwaka huu wa fedha tumeweza kutenga maeneo uh, kama manne. Kuna eneo la nyamikonze tuliweza kulitenga na zaidi ya leseni themanini na moja ziliweza kugawiwa kwa wachimbaji wadogo. Lakini kuna eneo la Mwamakiriga, nako leseni ishirini na saba ziliweza kutengwa. Kuna eneo la Bukombe na sasa hivi kuna eneo la Kigosi ambalo zaidi ya leseni elfu nne zimeweza kutengwa na zoezi la ugawaji linaendelea kwa sasa hivi. Kwa hiyo uh, eneo letu mkoa wetu wa kimadini una fursa nyingi ambazo tunaamini zikitumiwa tunaweza kukusanya kwa kiwango kikubwa kuliko ambavyo tunakusanya sasa hivi. Kwa hiyo, vile vilevile, nitumie nafasi hii kuwakumbusha wale wamiliki wa leseni wote ambao wameshikilia leseni katika maeneo yetu ya mkoa wa kimadini Mbogwe, uh, hawazifanyii kazi. Kuna leseni za peo nyingi katika eneo hili ambapo ukienda site unakuta, uh, watu ambao wako active kule wakifanya utafiti ni wachache sana lakini tuna leseni za uchimbaji wa kati mining license tatu, lakini zote hazifanyiwi uzalishaji. Kwa hiyo uh, nitumie nafasi hii kuwaomba waweze kurudi kwa jinsi ambavyo walikuwa wamepanga, waweze kufanya kazi ili zile fursa zilizopo hapa ziweze kunufaisha uh, serikali kama ambavyo tulikuwa tukitegemea wakati tukiwapa hizo leseni, lakini vile vile tuwakumbushe kuwa kama wataendelea uh, kutofuata ule utaratibu ambao unatakiwa, maana yake leseni hizo tutazifuta na kuweza kuwapatia wale watu wengine ambao watakuwa na nia ya kufanya kazi na sio kushikilia leseni.